Kwa namna moja ama nyingine, tunaweza tukasema vita ya Russia pamoja na eh, Ukraine kwa sasa hivi kama imepoa kidogo kutokana na eh, yale machafuko ambayo yamekwisha kuzidi sana kwa upande wa Iran pamoja na eh, Israel. Sasa eh, tunaona kabisa kwamba Rais Putin na yeye pia au Putin mwenyewe au uongozi wa nchi ya Urusi, wao wameweza kuungana na Iran kwa namna moja ama nyingine, lakini sio kwa upande mzima wa kuweza kutoa msaada labda wa majeshi au vipi, lakini masuala mazima ya kisiasa pamoja na diplomasia, Urusi imekuwa ni nchi ya kwanza kabisa kuweza kushirikiana na Iran katika eh, njia yoyote ambayo watakuwa wanaipita. Sasa, kwa upande wa kisiasa na kidiplomasia, nchi ya Urusi pia imeweza kuingilia kati lakini si kwa upande wa kijeshi kwa moja kwa moja. Sasa eh, kulaani shambulio la Marekani ambalo liliweza kutokea eh, kule Iran, Bwana Rais Putin ambaye ni rais wa eh, Urusi amelaani vikali sana mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran akisema ni uvamizi usio na sababu ameahidi kuweza kuunga mkono Iran kisiasa na kidiplomasia, kwa namna moja ama nyingine, yuko tayari kuungana nao. Sasa mikutano ya kidiplomasia ipo kivipi? Putin ameweza kukutana na mawaziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arak, na kuweza kutoa ofa ya kuisaidia Iran kwa, eh, kwa njia ya mazungumzo na upatanishi, ambapo tunajua katika kila nchi baina nyingi nchi nyingi sana kunakuwa kuna mabalozi ambao huwa na kuwepo au mawaziri wa mambo ya ndani na nje katika nchi tofauti tofauti kutokea na yale mambo ambayo yanaweza kutokea baina ya nchi moja ama nyingine. Sasa Rais Putin ameamua kukutana na waziri wa mambo ya nje ya Iran ambaye anafahamika kwa jina la Abbas, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, na kuweza kutoa ili kuweza kuwasaidia kwa njia ya mazungumzo na upatanishi. Sasa mkataba huo umeonekana kuwa ni wa miaka ishirini. Sasa Urusi na Iran walisha walisha saini mkataba wa ushirikiano wa kimkakati mwezi Januari mwaka 2025 ambapo mwanzoni, mwanzoni mwaka huu, ambapo ilikuwa ni mwanzoni, mwanzoni huo Ulikuwa unahusu masuala mazima ya biashara, nishati, usalama wa kimtandao na kadhalika, vitu vingi uweza kuendelea. Sasa, e, kutokana na sasa na vitu hivi, unajua katika kusaini mikataba kuna baadhi ya kitu ambacho unakuwa unakitaka kutokea kwenye nchi ambayo unakuwa una sign nayo mkataba kwamba mimi na wewe tutaweza kusaidiana katika vitu fulani, vitu kadhaa kadhaa na kadhaa. Sasa Urusi na Iran ilikuwa imeweza kusaini mkataba huo kwa kuweza kushirikiana na masuala mazima ya kibiashara, e, kinishati, lakini pia kiusalama wa kimtandao. Sasa endapo Iran inakuwa inapata shida kama hivi kwa namna moja ama nyingine kwa Urusi pia na yenyewe inakuwa e, inaathirika kutokana na vile vitu ambavyo wamekwisha kusaidiana e, katika kusainishana mikataba. Sasa ndio maana inaamua kuweza kutoa msaada wa kidiplomasia na kisiasa katika mashambulio hayo ambayo yanakuwa yanaweza kutokea. Sasa lakini mkataba huu haumaanishi kwamba Urusi itaz, e, italazimika kuweza kuisaidia Irani kwa majeshi moja kwa moja, hapana, si kwa upande wa majeshi. Pia lakini kwa msaada wa kisiasa na kidiplomasia inaweza ikawa ni sawa kabisa. Sasa msaada wa kijasusi na kiufundi, Urusi imetoa msaada mdogo wa kijasusi na kiufundi kwa Iran lakini imeepuka kutuhuma za wanajeshi wake moja kwa moja kwenye vita au kuweza kuwatuma moja kwa moja wanajeshi wa Urusi kwenda Iran kuweza kuisaidia kwa namna moja ama nyingine, hapana. Tahadhari za Urusi ziko vipi kwa upande wa vita hii? Ingawa pia inaonyesha kuwa mkondo wa Iran na Urusi inajizuia kuweza kujiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro wa mashariki ya kati, kwa sababu tayari iko vitani Ukraine na haipendi kuongeza matatizo. Tunajua kabisa vita ya eh, eh, Urusi pamoja na Ukraine pia bado ipo, sasa ikijiingiza tena na kwenye masuala mazima ya vita ya Iran pamoja na Israel itakuwa na vitu viwili tofauti, ambapo inaweza kuingia katika mzozo mkali ambao hautaweza kuisha eh, siku ya leo. Sasa kwa, eh, kwa kifupi zaidi eh, ndio Urusi imeweza kuunga mkono eh, Iran kwa namna moja ama nyingine, kwa kisiasa pamoja na kidiplomasia. Lakini ndio kuna makubaliano ya ushirikiano wa muda mrefu zaidi wa takriban miaka ishirini, lakini hakuna wanajeshi wa Urusi ambao pia wameweza kutumwa huko Iran. Lakini eh, Urusi inaweza kujizuia kijeshi moja kwa moja ili mambo yasiweze eh, kuendelea kuwa eh, tofauti tofauti kwa upande wao. Sasa, kifupi tu ni Urusi inaunga mkono kabisa Iran kwa maeneo ya kidiplomasia na kisiasa, lakini baada eh, baadaye eh, haijaweza kujiingiza wala kuweza kutaka kujiingiza kijeshi moja kwa moja na kuweza kuwa na ushirikiano wa kimkakati zaidi lakini si wanajeshi wa moja kwa moja ambao wataweza kufanya hivyo. Sasa, kutokana na machafuko haya ambayo yanakuwa yanatokea kuna baadhi ya nchi nyingi ambazo pia zinaweza kupata madhara makubwa, hasa nikimaanisha kwa upande wetu huku wa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, nchi zote ambazo zinakuwa zinapatikana upande wa Afrika Mashariki. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kuwa ni athari kwa upande wetu, mfano bei za mafuta kupanda. Iran pia iliweza ni mzalishaji mkubwa sana wa mafuta duniani, so itasababisha nchi za huko Afrika Mashariki kuweza kukosa mafuta na vitu vingine kibao. Shambulio eh, shambulio hilo dhidi ya Iran linaweza kuvuruga usambazaji wa mafuta ya duniani nchi nyingi za Afrika Mashariki kama nilivyokuambia, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda zinategemea mafuta kutoka nje ya nchi ambayo nchi ambayo pia tunategemea sana kuweza kupata mafuta hayo ni Iran, ambavyo bei za mafuta zitaweza zikapanda kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya machafuko hayo, na mafuta hayo ni mengi sana ambayo ni kama eh, petroli, diesel na gesi za kuweza kupikia, zinaweza kupanda sana kwa namna moja ama nyingine kutokana na hiki kitu ambacho kinakuwa kinaendelea, machafuko kutokea huko. Madhara haya tayari pia yameshaanza kuonekana kidogo, eh, kwenye masoko ya mafuta duniani mfumuko wa bei na gharama za maisha kuweza kupanda. Gharama za kuweza kusafirisha bidhaa inapopanda kwa sababu ya mafuta, bei za vyakula, usafiri pamoja na bidhaa nyingine, nazo pia zinaweza kupanda. Sasa hii inaweza kuathiri sana wananchi wa kipato cha chini Afrika Mashariki, lakini pia inaweza kuongeza pressure kwa serikali kuweza kudhibiti mfumuko wa bei ambao unaweza kutokea. Sasa, kupungua kwa misaada ya maendeleo, mataifa makubwa yakijikita kwenye migogoro wa Mashariki ya Kati, yanaweza kupunguza misaada, uwekezaji au mikopo kwa nchi Afrika Mashariki. Urusi na Marekani wote, eh, hutoa misaada ya moja kwa moja au ya kiufundi kwa baadhi ya nchi za Afrika, hali ambayo pia inaleta mvutano, inaweza kufanya mataifa haya kuweza kupunguza, eh, usaidizi wa maendeleo. Unakuwa eh, kunakuwa machafuko, hayo yote sana yanaweza kusaidia au kuweza ku kupelekea madhara makubwa katika nchi za Afrika Mashariki kutokana na bei za mafuta kuweza kupanda, ili vitu vingine viweze kuendelea. Kutokana na machafuko haya, yanaweza kusababisha miundombinu eh, mabomba kuweza kuharibiwa na kuweza kusababisha mafu, eh, mafuta kuweza kupanda bei kwa nchi za Afrika Mashariki na kuweza kupata shida kwa namna moja ama nyingine. Yapi maoni yako kuhusiana na sakata hili ambalo linakuwa linaendelea, kwa sababu moja kati ya nchi ambazo pia tunazitegemea kwa mafuta ni Iran. Sasa inapokuwa inatokea katika machafuko haya, itasababisha sisi kama wa Tanzania lakini pia wa Afrika Mashariki kwa ujumla kuweza kukosa mafuta kutokea huko. Eh, tukiweza kupata mafuta basi tutaweza kupata kwa bei ya juu zaidi kwa sababu ya machafuko hayo kuweza kutokana na masuala mazima ya usafirishaji, lazima yasafirishwe, kitafirishwa kama ni ndege au ni kama ni vitu gani, lazima viweze kutumia mafuta na vifaa hivyo au miundombinu kuweza kuharibiwa, inaweza kusababisha machafuko makubwa na vitu kuweza kupanda bei kwa namna moja ama nyingine. Yapi maoni yako kama Mtanzania, kama Mkenya, kama Muganda, kama Mtanzania, Mkenya, mtu ambaye unatokea Afrika Mashariki Kutokana na vita hii ambayo inakuwa inaendelea huko baina ya Iran pamoja na Israel ambayo pia mataifa makubwa mengine yameweza kuingilia kama Urusi pamoja na Marekani. Drop comment yako hapo utakomentisha kinoma noma. Drop kila kitu kitakuwa safi kabisa. Subscribe channel yetu, like, comment, utakomentisha kinoma noma. Ciao.